Ninahakikishia ulinzi upo wa kutosha, kiasi kwamba sisi utamaduni wetu sio wa, wa, wa vurugu wa kukimbizana wa kutishana e, bali ni wa maelewano. Hakutakuwa na mtu ataandamana, kwa sababu tumeshakaa na kuongea na wananchi wa Arusha kupitia makundi yote. Nimekaa na wazee wa jiji hili la Arusha, nimekaa na vijana kupitia makundi yao maalum, madereva wa bodaboda, madereva wa bajaji, madereva wa daladala, isi ice na kadhalika. Lakini pia nimekaa na viongozi wa vyama mbalimbali, wakiwepo Chama cha Mapinduzi, NLD na wengine, kuwa na maelewano na mshikamano, sioni ni wapi tunaweza tukaruhusu hilo, na hayupo labda awe ameletwa kutoka sehemu nyingine na sio wakazi wangu wa Arusha. Maneno ya upotoshaji si maneno mazuri sana katika jambo muhimu kama hili, eh, ni vizuri wakawa watulivu waache na watoe uhuru kwa watu walio wengi kujitokeza kwenda kutumia haki yao ya kupiga kura. Kwa Arusha hakutatokea waandamanaji, kwani mheshimiwa ni, ni mnukuu mheshimiwa rais, katika kampeni zake amekwisha sema kwamba maandamano ambayo yeye anaweza akayaruhusu ni yale kwenda kupiga kura, na hajatuelekeza vinginevyo. Kwa hiyo, sisi tupo hapa na nyie wanahabari ni katika kuandaa mazingira mazuri ya watu kutumia nafasi hiyo ya kwenda kupiga kura.